Huko nyuma kama nilivyosema kwamba mchungwa mmoja ulikuwa unazaa zaidi ya machungwa elfu moja, lakini sasa hivi ukikuta mchungwa unazaa machungwa mia tatu, mia nne, kwa kweli ni bahati sana. Lakini kwa ujio wa kwa ujio wa wageni wetu na elimu hii ambayo umetupatia na imani, sasa wakulima wataenda, wataenda kurudi kama walivyokuwa awali na uzazi utaimarika, kwani kama nilivyosema kwamba kilimo cha machungwa ndio ambacho kinatusaidia kina kinatuletea sisi maendeleo kwa kwa kusomesha watoto na masuala ya, ya, ya ujenzi wa, wa, wa nyumba na utasababisha tuishi katika maisha bora kama ilivyokuwa hapo zamani. Kwa kweli wameathiri sana mazao mengi yametobolewa, unakuta machungwa yanadondoka tu yenyewe, sisi hatujui tunaona ah, jambo la kawaida. Na anapodondoka chini, elimu hiyo ya kudondoka chini na kuokota kuzika, hiyo nimepokea sana kwa sababu tulikuwa hatuifanyi hivyo yanadondoka tunaangalia, kumbe lile nalo ni tatizo, tunaharibu yana wadudu wale, wanaendelea kuongezeka. Ni kwamba wanapodondoka chini ndio wanaendelea kufanya nini, kuzaliana. Hii kwetu ni, ni fursa tumeipata, wanamkuzi nasi kuhakikisha kabisa vile vitu ambavyo tunapaswa tuvifanye, ili walau tupunguze pakubwa, kuweza kudhibiti wale wadudu ambao ndo wanatuletea shida katika mazao yetu. Tunaamini kabisa leo tumepata pakubwa, tunasema hatujachelewa, kama tunavyosemaga elimu haina mwisho. Kwa kwetu leo tumeichukua pakubwa, na kuanzia saa hii tunavyotoka hapa, basi majukumu hayo yataenda kuanza, ili mradi tuweze kudhibiti ili tusiharibikiwe pakubwa zaidi ya vile ambavyo tuliamini. Tumeshapoteza kila kitu kwenye mazao yetu. Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu, tunapenda kuwapongeza kwa sababu serikali imeamua kuwekeza kwa wananchi wake wananchi wamepata uelewa mzuri juu ya afya ya mimea, juu ya matumizi bora ya viuatilifu, juu ya jinsi ya kuondoa magonjwa pamoja na wadudu kwenye mimea yao. Tunapenda kuishukuru serikali pia kwa kwa ku, kwa kuendeleza kilimo hai kwa wakulima wakulima wetu, kwa sababu wakulima wetu sasa wamepata uelewa, serikali imewapa uelewa, sasa wataenda kuyatendea kazi yale ambao wameyapata kutoka kwenye mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu. Leo hii tumekita kambi katika halmashauri ya wilaya ya Muheza, na zaidi katika kuwatembelea wakulima wa, wa, wa, wa matunda na mazao mengine. Na kikubwa kilichotuleta hapa ni kuja kufikisha elimu kuhusiana na udhibiti wa visumbufu mbalimbali mbali, ambavyo vinatupelekea hasara kubwa sana na mpaka ina, matunda yetu yanashindwa kupata soko zuri, lakini vilevile athari nyingine kwa tunapata changamoto ya kutokuweza kusafirisha nje ya nchi kutokana na kutokukidhi vile viwango ambavyo vinavyohitajika. Kwa hivyo sisi kama jukumu letu katika kutekeleza jukumu letu mamlaka ya FMA na viwatilifu tumekita kambi hapa na wataalamu tumeshatembelea vijiji kadhaa na tunaendelea kutembelea vijiji vyote ambavyo vinalima matunda lakini tukitoka hapo tutaendelea katika mazao mengine. Na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba ku, kwa tunapu, tunapunguza swala zima kwenye upotevu wa mazao kuanzia shambani, lakini baada ya mazao, wakati wa kuhifadhiwa na wakati wa usafirishaji, na tunahakikisha paka inafika hatua ya mwisho kabisa kwamba mazao yako katika hali ya ubora, ili esaidie, uh, kwamba kwenye masoko tulionayo endelee kupata masoko mapana zaidi, lakini kikubwa tuendelee kupata bei nzuri, ili kuimarisha kipato cha mkulima mmoja mmoja, lakini kuimarisha kipato kwa almashauri zetu na serikali kwa ujumla. Kama unavyofahamu miaka ya nyuma machungwa yetu, miti yetu hii ambayo iliyopandwa katika maeneo mbalimbali ilikuwa inatoa zaidi ya, kwa mti mmoja, zaidi ya matunda ya elfu moja kwa mti wa machungwa. Lakini kwa sasa hivi uzalishaji umeshuka, na sababu mojawapo ya kupelekea kushuka ni kutokana na wakulima wengi kuto kufuata mbinu bora za uh, ukulima kama vile changamoto tuliokutana nayo hapa mashamba mengi tumekuta kwamba ni mashamba pori, mashamba yametelekezwa. Kwa hivyo inakuwa ni inavutia wadudu kwa kuweza kuathiri mazao yetu. Lakini ukiacha hivyo, tumeona kwamba katika maeneo mengi wakulima baada ya kuvuna matunda yao wanayauza kwa wanunuzi. Wanunuzi wale wanachagua matunda yaliokuwa bora na mengine anayaacha yale yanayoachwa mengi yanakuwa katika hali, katika hali nzuri yanaacha yanaoza tu, hivyo kupelekea kwamba visumbufu hivi vinaendelea kuzaliana. Kwa hivyo tumekuja hapa kupatia mbinu mbalimbali jinsi gani ya kuweza kuweza kuzuia mzunguko wa visumbufu hivi ili kuboresha uh, hali ya matunda yetu, na vilevile uh, wakulima hawa wanapatiwa elimu kuhusiana na matumizi salama na sahihi ya viuatilifu ili kuhakikisha kwamba afya ya binadamu wanyama, mazingira inalindwa. Kwa hivyo tutakuwa hapa kwa siku zote hizi mpaka tuhakikishe kwamba wakulima wetu wanabadilika, ili waachane na hiki kilimo cha mazoea ambacho kinatupelekea upotevu mkubwa na hasara kubwa, mpaka kupelekea wanashindwa hata kuhudumia mashamba yao. Ninashukuru uh, sana mkurugenzi um, mkuu wa mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu profesa Joseph Nunguru uh, maelekezo yake ambayo ndo hapa tunayafanyia kazi ili kuhakikisha kwamba mkulima wa Tanzania tunamkomboa. Kilimo kwetu sisi ni biashara. Sisi kama TPHPA tunaanzia chini kabisa alipo mkulima, na tutawatembelea wakulima wote, tuhakikishe kwamba uzalishaji wa matunda ama machungwa na mazao mengine unaboreka, lakini unakidhi uh, mahitaji ya soko, ili kuongezea wigo mpana kabisa, kuhakikisha kwa kwamba uh, kilimo kinakuwa kwao ni faida kinaleta tija kinachoongeza uchumi wao.